Ni ibada ya ukumbusho iliyoandaliwa mahususi kwa mkuu wa majeshi marehemu Jenerali Francis Ogola na maafisa wengine tisa waliofariki mwaka uliopita. Familia, marafiki na maafisa wa ulinzi wa KDF wakijumuika kwenye kambi ya jeshi ya Moi Airbase ili kufanya ibada hiyo ya kumkumbuka marehemu Jenerali Francis Ogola na maafisa tisa waliofariki kwenye ajali ya ndege eneo la Sindar, kaunti ya Elgeyo Marakwet mwaka wa 2024 waliozungumza, aidha wakihimiza umuhimu wa kuwa pamoja wakati wa dhiki na faraja, jambo ambalo wamesema KDF imekuwa ikizingatia the

Mashujaa hao ambao ni marehemu Jenerali Francis Ogola, Brigadia Swale Saidi, Kanali Duncan Kitani, Luteni Kanali David Sawe, Major George Magondu, Kapteni Sora Mohamed, Kapteni Hillary Litale, Sajeni Mkuu John Kinywa Mureithi, Sajeni Clifton Somondi na Sajeni Rose Nyawera wametajwa kama waliokuwa jasiri na waliomakinika katika kutekeleza majukumu yao. <coughs> Courageous and dedicated officers and service members. Our loved ones did not die. They took a break to rest in eternal peace as they fly and dance with the angels until we meet again. Mmoja kati ya wawili walionusurika katika ajali hiyo, Kanali Kosaini Ole Kuruta, naye ameeleza safari yake ya matibabu na hali ya maisha tangu ajali hiyo kutendeka. Visible and invisible. But we carry more than just scars. We carry something deeper, a responsibility to live, truly live and live well Immaculate Karimi, Undugu TV.